Nimekuwa nataka kule kasema Niku, nikufanyia timing and changeable. Nikawaza. Habari <laughs> ya size. Hatufahamu. Yaani lakini uh -huh. nilikuwa nataka tuzungumze maneno mawili matatu. Okay. <laughs> Eh. Mimi na kwa jina langu kwani. Mimi naitwa Buraza K. Mo Bemba, Mo Bix, Mo Wise. Ebony, Mo Box. <laughs> <-huh. laughs> Na. <laughs> Nilipokuona, nikasema labda. Unajua kuna kwa... kwa... kitu kimoja kinaitwa relation typing. Unajua hiyo relation types. Relation type. Nikaiangalia nikasema, nika... "Kwa nini nisikusimamishe?" Ndio nikasiku nikakusimamisha. Mmh. Kwanza, kabla sijakusimamisha, mimi nilikuwa natoka huko. Nimekuja kufika pale chini. Nikapigiwa. Kwanza, kabla sijapigiwa simu. Nimetoka nyumbani.

Mm -hmm. Nilikuwa nataka nikueleze kutoka kwa ni moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Ndio maana nikasema kwamba wewe ni moja ya relationship typing ambayo wewe, yani ukisoma katika anaye ule mstari wa kwamba enyi wanadamu, enyi wanadamu, elewa neno. Okay, hebu ongea. Hmm. Ongea na kusikiliza. Point yako ni nini? Point. Point? Na yani point. Point. Kuna kitu kimoja wazungu wanasema strategistic, ni mfumo wa baina ya biolojia, unaona biolojia, ambapo katika biolojia uwezi ukaipata bila kupitia kuri kusomea nini diploma. Kaka, unanielewesha yeah. eti diploma nani? Diploma dip, dip, nani diploma mm. Namba ongee point yako ni nini umenisimamisha? Eh, sawa si kwa nitokea huko. Yaani mimi pia ukweli sema moyoni kwangu, niseme tu ukweli. Niseme tu ukweli wangu. Mimi dada yangu. Basi. Yaani basi. Basi nini? Yaani mimi ah sio ni kwa ndio. Yaani hapo ndio ni kwa anakuja sasa tule ndio anakuja sasa. Yaani kwa hivi. Yaani wewe ndio wewe usiku anakuja. Mm. Sasa mimi nikasema, wewe unanifahamu? Usionifahamu. Lakini umejitambulisha wewe ni brother K. Sikufahamu ndio umejitambulisha ni brother K. Eh. Ndo nikanauliza kwa nini jina lako? Nimeshaanza kupigiwa simu hapa kaka. Nakusubiria umalize kuongea na wapi? Ndo nikanauliza kwamba jina lako ni nani? Jina langu mimi ni Eva. Eva? Mm. Ndio nilikuwa nataka kani. Yaani katika kujua Eva sasa ndo nikaona, ah, basi kama Eva wa. Eva. Eva. Eva. Wewe unaona tunaongea wapi? Nakusikiliza uongee.